Moja kwa moja, majina makuu matatu: mwokozi, Bwana sio sana wakatangaza, na jina lingine, na jina lingine tutayaona hapa kwa ufupi. Bwana sio sana, amen. Lakini nini maana yake, kilichotendeka pale malaika waliposhuka ili kuwapa taarifa? Kumbuka malaika hawakutumwa kwa mtu mwingine yoyote. Yerusalemu walikuwepo wa sheria walikuwepo, makuhani ilikuwepo, hekalu walikuwepo, watu maarufu wengi, lakini malaika Mungu hajawatuma waende kwa mtu awaye yote, aliwatuma waende wawape taarifa wachungaji. Bwana sio sana. Watu ambao wanakesha mapolini wakichunga i kama walikapaga maeneo ambayo nyasi kwa wingi, bwana sana. Kwa hiyo malaika waliposhuka juu ya mlima ule, waliwapa taarifa hawa ndugu. Kwanza mwanga mkubwa ambao hawajawahi kuona niwatokea ghafula, wakashangaa, jambo hili ni jambo gani? Maana tangu hawajawahi kuona tukio kama hili, lakini wakashangaa kuona mwanga ambao haijawahi kuwepo nawangalia. Bwana siwesana. Au wakaogopa kabisa na, waka na walikuwa na haki ya kuogopa kwa sababu ni tukio ambavyo halijawahi kutokea. Bwana bwanasiwesana. Kwa hiyo wakajiuliza ni nini, lakini wakaendelea kutega masikio, wakasikia malaika wanaimba pale. Bwana bwanasiwesana. baada ya kusikia habari Usiogope, tumewaletea habari njema. Bwana sana. habari njema hii ni nini? Bwana sana. Kumbuka watu wote tulikuwa Bwana mdini sana, lakini habari njema ni kwamba amekuja nani? Mwokozi sana. Hebu tuchambue kila mstari. Hebu sikiliza Wanazaliwa Mungu hakumwambia hakuwaambia malaika kwenda ikulu. Bwana sana, kumbuka wakati ule ikulu ilikuwepo na alikuwepo mfalme nani, si sawa? Si sawa, amen, alikuwepo Herode. Kwa hiyo hawa malaika hawakutumwa kwenda ikulu wala kwa makuhani wala kwa viongozi wa mataifa, aliwatumwa a wa wachungaji watu wa kawaida wanyonge walio wasiothaminiwa. Hii ni picha ya rehema za Mungu, injili yake inaanzia chini ili ifike juu. Leo tuji kwanza mstari wa nane na wa tisa. Na wafikia wanyonge kwanza, wachungaji waliokuwa maskini. Tunajua wachungaji wote hawachungi kwanza mifugo yao, wenye mifugo hawezi kwenda kuchunga, anasiesaa lazima tafute kibarua. Kwa hiyo wale watu inaonekana walikuwa vibarua, watu ambao hawakutegemea kama Mungu angewatokea kuwapa taarifa kabla ya mtu tunaona kwenye mazizi. Kwenye mazizi si sehemu ambayo ni nzuri. Bwana shoshana. Mchungaji lazima afanane na ni gilia kwa sababu imekuja habari njema kwa watu wote. Bwana sio sana. Wachungaji walikuwa maskini walioitwa wachafu kidini. Bwana sio sana. Wakati ule wasinge thubuti kwenda hekaruni kwa sababu wanaluka mavi ya mifugo. Bwana sio sana. Nyakati zile kulikuwa sio mchezo, watu walikuwa wametengwa. Nakumbuka Yesu wakati anahubiri juu ya Isaya pale Luka sura ya nadhani ya nne kumi na nane pale, Roho wa Bwana yuu juu yangu, tena weli paka mafuta kuwahubiri masikini habari njema, Bwana sana. Na wakati anamalizia anasema habari hii sasa imetimia masikioni mwetu, watu walipate hizi habari gani imetuletea ku maana nyakati zile watu wenye wa nafasi ya kifedha ndio walionekana kana kwamba wana kibali kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo mnyonge maskini alikuwa hana nafasi. Sasa Yesu alipohubiri kwamba maskini kufunguliwa kwao, walishangaa sana, wakaona kumbe na sisi tumepata nafasi. Bwana sana, walishangaa mno kwa sababu maskini alikuwa hana nafasi Maskini alikuwa hana rathi, maskini alikuwa ametengwa wakati ule wa dini ya Kiyahudi, maana wanao nafasi, wenye nafasi walikuwa watu ambao inajulikana kabisa kwamba, yani, wenye nafasi, mwenye fedha ndo alijulikana kwamba ana kibali mbele za Mungu, lakini kumbe sivyo. Bwana sasa, sivyo, haikuwa hivyo, lakini ndivyo waliamini. Sasa maana kama huna chochote basi unaonekana

kinamna fulani, Bwana sesar. Wakati Samueli anakwenda kupaka mafuta ya Daudi, watu walikuwa wanaangalia kina Eliabu, kaka zake na wengine, hawakutaka kumuona Daudi ambaye alikuwa mtunga kondoo. Bwana sesar, maana alikuwa mta mchungaji tena bwana sio sana. Kwa hiyo hawa watu walikuwa watu ambao, waku, watu ambao hawana thamani, watu wa kupuuzwa, watu wa kuonekana hawana maana, bwana sio sana. Lakini hawa hawa ndio Mungu aliwatumia. Kwa hiyo leo, kanisa la leo, mtu yoyote tunayemuona ni wa thamani mbele za Mungu, bwana sio sana.

Maana kila mtu ni sura ya nani? Ya Mungu na ni mfano wa wa Mungu. Hakuna mtu mdogo sana kwa ajili ya neema ya Mungu Bwana, wana sana wote, kama kanisa wote tulioitwa neema ya Mungu, ina repo tu hii moja, hakuna mkubwa wala mdogo. Siogope, maana nawaletea habari njema ya furaha kuu. Injili si ujumbe wa hofu, bali ni habari njema, chanzo cha furaha, ukombozi wa walioondolewa, na furaha kwa waliochoka, faraja kwa waliochoka. Bwana sio sana, Bwana Yesu asifiwe. la kitatu na, na wewe kuna utafanyaje? Bwana sheshana anapokuja mtu atakutolea, maana yake ukatoka kule gerezani, alikukomboa. Sasa Yesu alitukomboa kwa damu yake, Bwana sheshana. Kwa hiyo alifanya jambo kubwa mno ambalo lisingewezekana kwa mtu mwingine yoyote, Bwana sheshara.